Lakini kubwa ni hatua ya waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi kutangaza hatua kuhusu lile eneo ambalo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda alikabidhiwa na mfanyabiashara. Mtazamaji, karibu, tuangalie yaliyoandikwa katika magazeti ya leo Jumanne, Februari 28, mwaka 2017. Tuanze na gazeti la Habari Leo ambalo linaandika, Lukuvi amnyang'anya ardhi Makonda, asema ardhi isitumike kutakatisha fedha chafu, adai inamilikiwa kinyume cha sheria. Na habari hii inaandikwa kwa undani katika ukurasa wa pili wa gazeti la habari leo, ambapo inasomeka kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi ametangaza kumchukulia hatua mfanyabiashara wa Dar es Salaam Mohamed Ikba aliyempatia mkuu wa mkoa huo Po Makonda eneo la ukubwa wa hekari elfu moja na mia tano ili kujenga viwanda vidogo, wakati linamilikiwa na serikali na sio mali ya mfanyabiashara huyo. Hii ndio habari ambayo imepewa uzito wa juu katika gazeti hili na magazeti mengine kwa siku ya leo. Kuna habari pia kuwa serikali yaondoa pingamizi la dhamana kwa Lema. Habari hiyo inaandikwa ukurasa wa ishirini na saba gazeti la Habari Leo. Tukiliweka kando gazeti hili, Mtanzania alinaandika kuwa Lukuvi amtikisa Makonda, na pia jaji asema kumnyima Lema dhamana ni kunaji sheria. Wanasheria wa serikali waondoa pingamizi mahakamani, habari hiyo inaandikwa kutokea huko Arusha. Lowassa Kikwete wanawasiliana ni kauli ya Ridhiwani, na kwa undani habari hii utaipata ukurasa wa tano gazeti Mtanzania. Uhuru linaandika Dkt. Shein awashukia wapinzani, asema hana mpango wa kulivunja baraza la wawakilishi. Habari kamili ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Uhuru. Viroba mwisho leo, wafanyabiashara wa haha mwanasheria mkuu aondoa rufani mbili dhidi ya Lema, habari ambayo tumeiona katika magazeti mengine na katika dondoo ndogo ndogo kwenye gazeti hili la Uhuru. Serikali yasema waliotimuliwa Msumbiji walikiuka sheria, akichanga chaibiwa hospitalini huko Kahama mkoani um, Shinyanga, na vyama vya siasa vimepoteza mwelekeo. Ni nani kasema? E, utaisoma katika kurasa za ndani za gazeti la Uhuru. Gazeti la Daily News linaandika kuhusu urejeshaji wa mikopo kwa wale ambao walinufaika na mikopo kutoka bodi ya mikopo ya wanafunzi kwa elimu ya juu, ambapo gazeti hili linaandika kuwa kwa sasa ukusanyaji huo unaonekana kwenda vizuri. Kuna habari pia kuhusu mfanyabiashara huyo wa ada kujikuta matatani baada ya kumdanganya Makonda na pia serikali yaeleza kuwa uhamiaji au, au kuhamia kule Dodoma mpango huo umefanikiwa kwa asilimia kubwa, mara baada ya takriban viongozi wote wakubwa katika wizara mbalimbali kuhamia huko mkoani Dodoma. Gazeti la The Guardian linaandika kuhamia Dodoma uh, bado ni njia panda kwa mabalozi. Na pia kuna habari eh, kuhusu habari le kuhusu Lema ambapo waendesha mashtaka waondoa uh, pingamizi la dhamana. Na pia kuna habari eh, la uh, kutambulishwa kwa mti ambao ni mrefu zaidi unaaminika kuwa mrefu zaidi E, barani Afrika mti huu ambao unapatikana katika mlima e, unapatikana juu ya mlima Kilimanjaro, na katika habari picha unaonekana hapa huo mti ambao unaaminika kuwa ni mrefu zaidi barani Afrika. Tugeukie katika michezo, gazeti la Bingwa linaandika ngoma nionzima dida mwinyi bosu baibai bye-bye, Yanga. Haya, Chirwa sasa ndiye mfalme wa Jangwani na kuna swali hapa, kwa nini Kichuya tu? Haya, kwa undani zaidi utapata katika kurasa za ndani za gazeti hili la Bingwa. Naona Kichuya ameleta habari, ndio anayozungumziwa kwa sasa, tunaweza kusema ndiyo habari ya mjini <laughs> Bingwa linaandika ni salam tu, Zlatan Ibrahimovic aitahadharisha Chelsea ni kuwa striker Zlatan Ibrahimovic ameitumia ametumia salam Chelsea, akisema ubingwa wa juzi walioupata katika michuano ya kombe la EFL ni ishara kuwa bado wanaweza kutoa ubingwa wa ligi kuu England na huku akiwataka wenzake kuendeleza vita hivyo. Uhuru Michezo wanaandika aluta kontinua, ni kauli, uh, kauli ya Yanga hiyo wakisema mapambano yanaendelea, wakati Simba wenyewe watani wao wa jadi wa Yanga wanasema hakuna kulala. Mtanzania baada ya kichapo Yanga plim, atokwa povu, amtaka luandamina kujifunza, atamba Simba haikuwahi kumsumbua omog, hajaridhika ataka ubingwa Simba. Kibonzo cha wakudata katika gazeti la Mtanzania, kuna dada hapa anamwambia wakudata, nasikia zamani ulikuwa mwezi Wakudata anamwambia hata leo umeiba. Dada anashtuka kidogo, anamuuliza umeiba nini? Anamjibu, kwani ujui wewe ni mke wa mtu? <laughs> haya mambo ya wakudata hayo. Habari leo nao wanaandika kuhusu mambo ya Yanga na Simba kusema kwamba uh, Mbeya City mjiandae. Ni ujumbe huo, ni hayo eh, katika dondoo za magazeti yao ya kwanza.